Hata kama kuna magonjwa, kuna taabu unaziona, mwambie Bwana, nifundishe kukupenda. Daudi akamwambia Mungu, niumbie moyo lennike, niumbie moyo mabudu, akamwambia Bwana niumbie moyo ya shukrani, akamwambia Bwana niumbie moyo uliopondeka ni, akamwambia Bwana niumbie moyo wa kumwabudu, kwa sababu alijua kicha moyo wa kumwabudu, kicha moyo uliopondeka ukikaa ndani yake atakapoelekeza na Bwana atasikia. Ndipo Mungu akamwambia, chagua miezi mitatu, miaka mitatu na siku tatu za Mungu. Daudi alienda kwa Mungu akasema, ni heni niende kwa Bwana, maana kwa Bwana kuna uzima, maana kwa Bwana kuna ushindi, maana kwa Bwana kuna kimbilio, maana kwa Bwana kuna taa ya uweza. Akajua mkono wa Mungu hakuna uliyeweza kukaa juu yake, akamwacha Akajua mkono wa Bwana ni hodari. Hata kama kunazoziki, bado alilitumainia jina la Kristo. Ni kweli kuna mambo ujayaona umetamani ya kuichia kwa ile uliyoyataka, lakini nataka kukwambia eti wewe mwite Bwana. Yeye ni Mungu aliye juu, yeye ni Mungu aliyeketi pasini palikoinuka. Biblia inasema ana imkao na miungu ya wanadamu Akishuka atatenda ni e, kweli kunayo magumu, tunayo lakini, neno moja tu mwambie Bwana, mimi ninakupenda. Niumbie Bwana kulia